Tayari imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na wakwanza na utasiri wake. Mashujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania suma ujata, wilayani Biharamulo mkoani Kagera, wameitaka jamii kutoa taarifa za wanaojihusisha na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Jeshi la polisi Tanzania limepiga marufuku maandamano ya amani yasiyo na ukomo yaliyotangazwa kufanyika Desemba 9 mwaka huu, kwamba yamekosa sifa za kisheria na yanaashiria usalama wa taifa, na serikali ya Sweden imetangaza kuwa itasitisha misaada ya maendeleo kwa nchi tano na kuelekeza fedha hizo kuongeza uungwaji mkono kwa Ukrain katika miaka ijayo. Habari kamili. Arusha, jumuia ya wazazi wa chama cha mapinduzi CCM imetoa tamko kwa watanzania kuacha vitendo vya vurugu na uharibifu wa mali za umma na binafsi ikisitiza kuwa njia hiyo sio suluhisho la changamoto za taifa. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo ya taifa, Fadhili Maganya, amesema maisha haya yana changam, ya changamoto na uongozi wote una mapungufu yake, lakini kutatua matatizo kwa kuchoma magari na miundombinu ni kuongeza maumivu mapya kwa wananchi. Maganya amesema matukio ya Oktoba 29 mwaka huo yamesababisha vifo na hofu kwa wananchi, kufungwa kwa shughuli za kijamii na kiuchumi, na hasara kubwa ya mali na fedha zilizolazimika kutumika kurekebisha uharibifu miundombinu tunatatuaje? Changamoto zetu, je, ni kwa kulaumu vizazi vyetu? Je, ni kwa kutukana matusi? Je, kwa kuchoma moto magari? Je, kwa kuchoma moto vituo vya mafuta na kuteketeza biashara za watu wengine? Kwa kuharibu na kuteketeza majengo ya umma na miundombinu? Naamini wengi watakubaliana nami kuwa hizo sio njia za kutatua changamoto zetu bali kuziongeza. Anayetushauri au kutuchochea kufanya hivyo hatutakii mema. Maganya amewataka Watanzania kutanguliza amani, busara na uzalendo ili kurejesha nchi katika utulivu wake uliozorika na kuepuka vurugu zenye athari kwa Watanzania wote. Biharamuro, mashujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania sima ujata wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera wameitaka jamii kutoa taarifa za wanaojihusisha na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Haya amesemwa na mwenyekiti wa SIMA ujata wilaya ya Biharamulo bwana Jordan Audax wakati wa kikao cha viongozi kilichoketi mjini Biharamulo kwa lengo la kujadili mbinu na mikakati ya kutokomeza vitendo vya ukatili ndani ya jamii. Amesema vitendo vya ukatili vinafanyika ndani ya jamii na wanaoathirika zaidi ni watoto, wanawake, watu wenye ulemavu na wazee, hivyo taarifa zikitolewa mapema wahusika watadhibitiwa na hatua zikichukuliwa stahiki zitachukuliwa kwa makundi hayo na yataishi salama kama watu wengine. Kupitia sasa e, simaujata ilivyoanzishwa mwaka jana, tupo tupo tumeshatatua matukio mbalimbali, lakini jamii maeneo ambayo tumeshayafikia wameshapata mwelekeo sasa kwamba kumbe Tanzania bila ukatili inawezekana. Na katika halmashauri ya wilaya ya Biharamulo matukio yameshapungua. Hii ni kwa sababu jamii inaendelea kuelimika, kujua haki na kujua sheria. Moja ya kitu ambacho kinaitatiza jamii ni iweze kuingia katika wimbi la ukatili ni kutokujua sheria za nchi. Kuna watu e, maeneo mbalimbali wamefanyiwa vitendo vya ubakaji, tumewasaidia wameweza kuviripoti, na watumiwa walifikishwa katika vyombo, jeshi la polisi, kitengo cha dawati la jinsia. Kupitia mratibu wa dawati hilo ja, Sergeant Joyce Binzunza amesema mikakati iliyoandaliwa kupambana na ukatili ni kuwafikia wanafunzi shule za msingi na sekondari na jamii, kutoa elimu na utoaji wa taarifa kwa siri. Dodoma, Jeshi la polisi Tanzania limepiga marufuku maandamano ya amani yasiyo na ukomo yaliyotangazwa kufanyika Desemba 9 mwaka huu, kwamba yamekosa sifa za kisheria na yanaashiria kuhatarisha usalama wa taifa. Msemaji wa jeshi la polisi DCP David Msime amesema kuwa hali ya usalama inaendelea kuimarika, wakati jeshi hilo likiwashukuru wananchi kwa kushirikiana naro katika kulinda amani.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 na hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa. Dar es Salaam, mita janja za umeme zimetajwa kuwa na faida ikiwemo utunzaji wa taarifa na kumbukumbu kumbu za matumizi ya mita ikiharibiwa na kuja na kujua kiasi gani cha umeme uliokuwa ndani ya mita hiyo. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mkuu wa TANESCO Lazaro Twange Leo katika hafla ya uzinduzi wa mita janja za umeme katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Twange amesema kuwa kabla ya hapo kulikuwa na changamoto ya kujua kiasi cha umeme kilichokuwemo ndani ya mita kabla ya mita kuharibika na kuleta migogoro baina ya mteja na shirika. Shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO limeendelea na mchakato wa kuboresha huduma za umeme, ikiwa ni utekelezaji wa mipango ya serikali kuhakikisha nishati inapatikana kwa ubora kote nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Washington, Marekani imesaini mkataba wa msaada wa afya wa dola bilioni 2.5 na Kenya, mkataba wa kwanza wa aina hiyo wa pande mbili baada ya rais Donald Trump kulivunja shirika la misaada la Marekani, USAID. Maafisa wa Marekani wamesema makubaliano hayo yatakuwa ya kwanza katika mfululizo wa makubaliano na serikali za nchi zinazoendelea ambazo zinaombwa kuchangia gharama na kushirikiana na Washington. Rais wa Kenya Dr William Samoei Ruto na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio wamesaini makubaliano hayo mjini Washington na Rubia amesifu Ruto kwa msaada wake wa ulinzi katika nchi ya Haiti inayokumbwa na matatizo ya kiusalama. Chini ya makubaliano hayo, Marekani itaipa Kenya dola bilioni 1.6 katika kipindi cha miaka mitano, ili kushughulikia maswala ya afya ikiwemo kupambana na VVU na malaria, lakini pia polio. Kenya itachangia dola milioni 850 nyingine kwa makubaliano ya kuchukua majukumu mengine zaidi hatua kwa hatua. Stockholm, serikali ya Sweden imetangaza kuwa itasitishe misaada ya maendeleo kwa nchi tano na kueleza fedha hizo zitaelekea kuongeza uungwaji mkono wa Ukraine katika miaka ijayo. Waziri wao wa ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa na biashara nje ya Sweden Benjamin Doss amezitaja nchi hizo kuwa ni Zimbabwe, Tanzania, Msumbiji, Liberia na Bolivia ameongeza ha kuwa hakuna mashine ya siri ya kuchapisha fedha kwa ajili ya misaada, hivyo lazima fedha zipatikane kupitia kupunguza au kuhamasisha rasilimali kutoka maeneo mengine. Kwa mjibu wa serikali, hatua hiyo itatoa zaidi ya krono bilioni 2 katika kipindi cha miaka miwili ijayo, fedha ambazo zitaelekezwa Ukraine katika miradi ya kurejesha miundombinu ya nishati iliyoharibiwa katika vita tangu serikali ya sasa iingia madarakani mwaka 2022 Sweden imeshapunguza misaada kwa zaidi ya nchi kumi zikiwemo Burkina Faso na Mali. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mashujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania sima ujata wilaya ya Biharamburu mkoani Kagera wameitaka jamii kutoa taarifa zinazohusisha watu wanaojihusisha na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wanawake wazee na watu wenye ulemavu. Jeshi la polisi Tanzania limepiga marufuku maandamano ya amani yasiyo na ukomo yaliyotangazwa kufanyika Desemba 9 mwaka huu kwamba, kwamba yamekosa sifa za kisheria na yanaashiria kuhatarisha usalama wa taifa. Na serikali ya Sweden imetangaza kuwa itasitisha misaada ya maendeleo kwa nchi tano na kuelekeza fedha hizo kuongeza uungwaji mkono kwa Ukraine katika miaka ijayo.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 dsodotzd do saa tano kamili za usiku, tutakuletea taarifa ya habari ya saa ishirini na nne zilizopita.